Utake usitake, utaua tena. Usipoua kwa hiari utaua kwa lazima. Lakini pili, utaapa kiapo cha pili. Watakupa Biblia, watakupa Korani, wanachana maandiko, unakunya kinyesi pale, unachanganya kinyesi na maandiko yale, unakula vyote, kwamba unaikufuru Taurati, unamkana Mungu. Maana yake maisha yako wewe ni shetani. Mtu yeyote unayesikia kwamba ni mwanachama wa Freemason, chakula chake sana ni damu ya watu na kinyesi. Ukishamaliza kuikufuru taulati, kuna kiapo cha tatu, kinaitwa kiapo cha damu. Hicho kiapo cha damu, unaukana ubinadamu ili uuvae ushetani.